Kwa majina naitwa Stephano Shimba Joseph a maarufu kama Steve Magufuli. Kwa sasa ni mwenyekiti wa umoja ambao tumeuanzisha Umoja wa Vijana Wazalendo Tanzania, UVIWATA. Aa, pia mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha sauti Mwanza. Kama mzalendo, leo nimekuja na hoja madhubuti katika harakati za kuikomboa Tanzania, hasa kipindi hiki cha uchaguzi Niwambie tu ukweli ndugu zangu, sitaogopa mtu wala kuhofia mtu yoyote aidha mwenye cheo, jina wala fedha. Maana katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, marekebisho ya mwaka 2005, tukipitia kwenye ibara ya kumi na tatu ibara ndogo ya kwanza imeprovide haki ya usawa, right of equality. tukija kwenye katiba hiyo hiyo ibara ya kumi na nane ibara ndogo ya kwanza ime provide right of expression, haki ya kuzungumza, kwamba kila mwananchi ni haki yake kuzungumza na kutoa maoni aa, kwenye public au kwenye umma aa, kwa ajili ya public interest. Ndugu zangu wa Tanzania, nitaanza kufafanua yaliyonileta hapa kama ifuatavyo, nikianza na historia ya amani ya Tanzania. Kuanzia kipindi cha uhuru, mwaka 1961. Mwaka 1961 nchi yetu ilipata uhuru chini ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kuanzia kipindi hicho, taifa letu lilijengwa kwa misingi ya amani upendo kupitia mambo mengi aliyoyafanya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kama vile mfumo wa ujamaa na kujitegemea. Watu waliishi kwenye vijiji kwa upendo. Walifanya kazi na kutekeleza majukumu yao kwa umoja. Kila mtu alikuwa na uchungu na maisha ya mwingine, japokuwa kuna watu walipinga mfumo huo kwa maslahi yao binafsi, ikapelekewa wakafanya majaribio mba... kadha wa kadha ya kumpindua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa mfano mapinduzi ya... majaribio la mapinduzi la mwaka 1961 ha jaribio hili la mapinduzi lilifanyika mwaka 1961 lilianzia kambi ya jeshi ya Colto Barracks kwa sasa inajulikana kama Lugalo ya Dar es Salaam. Mapinduzi haya yalijulikana kama Tanganyika Rifles Martin. Lakini mapinduzi haya hayakufanikiwa, yalifeli. Watu waliodhaniwa kuwa nyuma ya mapinduzi haya, japokuwa hakuna udhibitisho wa kutosha, alikuwa ni Mheshimiwa Oscar Kambona, ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa serikali ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, japokuwa udhibitisho wa moja kwa moja hujawahi kutolewa jambo ambalo lilifanya mapinduzi hayo kufeli ni pamoja na mfumo wa upendo aliokuwa ameujenga Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwenye nchi na mfumo, na mfumo mzima wa ujamaa na kujitegemea. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa muumini wa amani na upendo. Ndiyo maana mwaka 1961 aliachia madaraka kwa amani, ilikuwa ni ngumu kwa mataifa ya Afrika, lakini mwalimu yeye aliweza kufanya hivyo kwa sababu Alitambua umuhimu wa amani katika taifa lolote hilo. Na tukipitia baadhi ya hotuba za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kuna hotuba yake maarufu sana. Alisema kwamba hakuna maendeleo kwenye taifa lolote lile ambalo watu wake hawana uhuru. No development without freedom. Mwalimu Julius Nyerere katika kuimarisha amani aliweza kuimarisha mfumo wa utawala na vyombo vya usalama. Alihakikisha Jeshi na vyombo vya dola vinafanya kazi kwa misingi ya utaifa na si ukabila wala uchama. Jeshi la Wananchi la Tanzania, JWTZ, lilijengwa kwa maadili na utii kwa taifa na sio viongozi binafsi. Mwalimu Julius Nyerere alifanya mambo mengi sana katika kujenga amani ambayo mpaka leo ndugu zangu wa Tanzania tupo nayo yake ni kubwa na haiwezi kafananishwa na kitu chochote. Hivyo hivyo, hata alipoingia madarakani, Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi alipambana kuijenga amani kwa maslahi mapana ya Tanzania na vizazi vyao. Pia Mheshimiwa Benjamin William Mkapa kwa jasho na nguvu zote alihakikisha amani haipotei kwenye mikono ya Watanzania. Hivyo hivyo, Jakaya Mlisho Kikwete, pia Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli. Hata rais wa sasa Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu. Ndugu zangu, nimeitisha mkutano huu na waandishi wa habari sio kuzungumza tofauti zetu, bali ni kuzungumza kile kinachotuunganisha sote, yani amani ya nchi yetu. Tanzania ni kisiwa cha amani katika eneo la Afrika, na amani hii ni kitu cha bahati tu bali ni matokeo na bidii ya vizazi vingi na ulisi wa baba wa taifa na uongozi makini wa walioona thamani ya mshikamano na utulivu katika taifa letu. Ndugu zangu wa Tanzania, umuhimu wa amani tulionayo sasa, chukua, chukua hatua stahiki. Hao watu wanaokutegemea ukiumia na ukitoweka wewe, tumaini lao hapa duniani alipo tena. Ndugu zangu, Maandamano ni haki ya kila Mtanzania na yapo kikatiba, lakini sio kila haki uletwa kwa maumivu. Tunaweza kupaza sauti bila kupoteza utu, tunaweza kupinga bila kuharibu, pia watawala wanaweza kusimama imara bila kuumiza mtu. Ndugu zangu, angalieni nyuma, kila taifa lilopote, lililopoteza amani lilianza hivi hivi kwa sauti ya asila, kwa jiwe moja kwa damu tone moja, na kesho yake ikawa jivu, ikawa kaburi la ndoto zao. Tusifanye kosa hilo, ndugu zangu. Najua wengi wenu hamna kazi, najua wengi wenu hamna chakula, najua wengine uh, najua wengi wenu mmevumilia miaka mingi bila kusikika, lakini leo ninawaomba kitu kimoja: tusiharibu kesho kwa hasira ya leo, kwa sababu kesho tunahitaji amani hii ili tuijenge upya nchi yetu ya Tanzania. Mimi siwaambii mnyamaze, hapana. Sauti zenu ni muhimu, lakini mzipaze kwa hekima, kwa nidhamu, kwa uhai. Tupaze sauti ili tusikike, sio tuumize, sio tuumize. Kumbukeni, mtoto atakaye lia leo kwa sababu ya vurugu wenda ni mtoto wako. Mama ntilie atakaye kufa leo barabarani wenda ni mama yako, ndugu zangu wa Tanzania. Baba atakayezikwa kwa kupigwa jiwe, wenda ni baba yako. Polisi atakayekufa kwa kupigania amani wakati wa maandamano, wenda nyuma yake kuna watoto kama wewe wanamtegemea, na ndo tumaini lao la mwisho. Endeleeni kuipigania na kuilinda damu ya Mtanganyika. Kwa sasa ni ngumu kunielewa, lakini ipo siku mtasema, tuliambiwa, hatukuelewa Ndugu zangu, watu wanatafuta maisha, watakuja na hoja ambazo zitawafanya muamini, lakini mkumbuke siasa ni mchezo mchafu sana. Wengine watakuja na mwamvuli wa jeshi, wengine watakuja na mwamvuli wa dini, wengine watakuja na mwamvuli wa madaraka ili wafanikishe za mila zao tu. Hapo tuwe makini, tumtangulize Mungu mbele atuongoze katika kipindi hiki kigumu. Kwa akili zetu, ndugu zangu wa Tanzania, hatutaweza kama tamaduni zetu ni kila baada ya miaka mitano tuna haki ya kikatiba ya kuchagua na kuchaguliwa, tukafanye hivyo tena. Katika kuchagua tumwombe Mungu atupatie viongozi bora ambao wataleta amani na maendeleo katika taifa letu. Kuhusu hisia zetu tuweke pembeni, tutumie akili zaidi kuliko hisia, tumwamini Mungu. Yeremia 33 mstari wa tatu, Mungu anasema tukimtumainia yeye atatuonyesha mambo makubwa na magumu ambayo hatujawahi kuyaona. Ndugu zangu wa Tanzania, niko chini ya miguu yenu, nawaomba muwe watulivu, mwachane na vita vya kisiasa, tukaungane kama mnyololo, tuilinde amani yetu, ndio urithi wetu. Kwa kutambua hilo, nimeongea na baadhi ya viongozi wa dini kama vile viongozi wa kanisa la Free Pentecost of Church FPCT, EAGT pamoja na Assembly of God TAG. Uh, makanisa ya ngurumo nikawaomba kwa unyenyekevu sana. Nawaomba tena ndugu zangu na viongozi wa dini, nawaomba tena itakapofika tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi mwaka 2025 hadi tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi mwaka, mwaka 2025, itakuwa ni siku nne tu. Tutengeneze mfungo, tufunge siku nne mfululizo, tukaombee amani ya taifa letu, tuitangaze kauli mbiu yetu ya mfungo huu wa siku nne ambayo ni Tanzania Peace and Love. Kwa hizi siku nne, ndugu zangu, kwa wale viongozi wa dini ambao tumeshazungumza na tukakubaliana tutafanya hivyo. Ninawaomba, kaulimbiu yetu itakuwa Tanzania Peace and Love. Itakuwa ni mfungo wa siku nne. Kila mtu, ndugu zangu, mzalendo anayependa taifa lake. Najua, kwa sasa, kwa sababu ya miemko hatuwezi tukaelewana. Lakini, kama una dhamira ya kweli na uzalendo wa kweli tukafanya hivyo kwa ajili ya kuliombea taifa letu. Hali tuliyopo sasa hivi sio nzuri, na mimi napenda kusema ukweli. Tunamsema kweli siku zote, ni mpenzi wa Mungu. Pia ninaliomba kanisa Katoliki na ndugu zangu Waislamu na makanisa yote tuungane katika mfungo huu wa siku nne, tuliombee taifa letu. Mfungo huu ukiongozwa na kauli mbiu ya Tanzania Peace and Love, ambayo itakuwa ni mfungo wa siku nne.